za saa hizi, mbona kama ugomvi? Kwa ugomvi gani? Unanitisha? Unanitisha ujue? Mi nakutisha kitu gani? Mi mchawi au? Mi mchawi? Mbona umekasirika hivi? Mi nja naniuma? Nani aliingia jikoni nini? Kwani we ni kiziwi? Nani aliingia jikoni? Mi nilivyoondoka jikoni unajitoa ufahamu eh? ongea taratibu basi mpaka majani wasikie. mi uh -oh. Kuhusu jikoni sijui, maana hata mimi mwenyewe niliondoka. unajitoa ufahamu eh? mi jikoni nilivyoondoka nimeviacha vipande vitatu vya nyama, kimoja nimekuta kimoja tu, tena hicho kimoja kimekatwakwatwa. kwani unajitoa ufahamu hivyo viwili vina miguu au mchando amefika kuyeyusha? Hmm. Sasa hivi nitakusemelea kwa baba yako, wako ndio ruhusu yeye, mwanaume mzima, hauna hauna akili. Siku nasema unasema kila siku nanisema mimi, unanionea kweli? Yani yaishe basi. Oh, no kwa hiyo kwa hiyo kwa naishi na mke wako wa utakuwa unaiva hivyo hivyo mboga. Hmm. <coughs> <coughs> Ah mama, unafika mbali sana. Lazima nimwambie babako nimechoka. Yeah, tusifike huko. <laughs>